Jeshi la Kujenga Taifa Tanzania jkt limetoa onyo kwa baadhi ya watu wanaotumia jina, rangi pamoja na nembo kwa kufungua akaunti za mitandao ya kijamii kuacha mara moja. Katika taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari leo Alhamisi Novemba 6 mwaka 2025, JKT wamesema kuwa tabia hiyo ni uvunjifu wa sheria na kwamba hatua kali zitachukuliwa kwa wahusika na watatafutwa kwa msako. Hivi karibuni kumejitokeza baadhi ya watu kufungua akaunti za kughushi, yani feki, katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa kutumia jina, nembo, rangi za JKT na kuaminisha umma kuwa akaunti hizo ni za jeshi. Taarifa hiyo ambayo imetoka katika Ofisi ya Kurugenzi ya Habari na Uhusiano makao makuu ya JKT inasema kuwa akaunti hizo zimekuwa zikipakia maudhui yenye kuleta taharuki kwa jamii kuhusiana na shughuli zinazofanywa na vikosi vya jeshi hilo. Na nukuu, jeshi hilo linawataka wahusika wote waliofungua mitandao ya kijamii ya kughushi kwa kutumia jina la JKT, nembo, rangi za jeshi, namba na za vikosi, majina ya vikosi na makambi kuacha mara moja. JKT imewataka waliohusika kufanya hivyo wahakikishe wanazifunga akaunti hizo mara moja kwani hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Wamewataka wananchi kuendelea kupata taarifa sahihi zenye uhakika zinazohusu JKT kutoka makao makuu kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, tovuti ya jeshi na mitandao mingine ya kijamii inayomilikiwa na JKT. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kufuatilia kurasa zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.